Oh, no. Mr. Speaker utaniongeza dakika mbili tafadhali nipige oh, stori ya Kisii Mr. Speaker. Mr. Speaker, memba wenye metoka mbele yangu Mr. Speaker. Oh, u wanatumwa na akili, ya deno, na akili na, ya deno na yanatembea ni moja wanafikiria kitu moja Mr. Speaker. Oh, oh. Kwa nini nasema hivi Mr. Speaker? Yeah, ukisikia venye natembea ana, anaongea ana, ana na vitu deno, anaongea ni kama natumwa ena Jakaranda, uongee so deno, nakwambia si ati na, na si kwa ubaya, tafadhali control mdomo yako, control mdomo yako deno, we ni senior memba ya Jakaranda Control mdomo <laughs> yako, Mr. Speaker. <laughs> when you support the Gabi Kansagwa, inafaa parekwe madhari akili yake ipimwe. <laughs> Mr. Speaker, hapa Kenya hakuna mtu dangerous kama uwe jama, mpaka yani mpaka sura yake yote, yani mpaka kuwa kwake anatuambia hapa ame, ameweka logo. atisikiza ground. <laughs> nilimwambia, <clears> hiyo <throat> sikio itakatwa. <laughs> hiyo sikio yenyu hiyo. Kama naona mtu anaweka hivi, sikiza ground. kama, kama hukusikia mwalimu ground utasikia, au kusikia mwalimu ground unasikia <laughs> Bado mweka mkono. <coughs> Hiyo ni hiyo ni yenye mlima na mimi najua Zoya William Samuel, Ruto hadi 2032. Zoya yeye anafanya afanyi. Zoya lazima atarudia na 2027 venye memba mesema hapa. Itakuwa Raila Odinga, Ruto ataongea. Sai tutamuongelelea. Sai rudi aongei. Hakuna wakili wengi. 2027. Mimi najua. Oh, rigabe gasagwa naye. Oh. Kwanza atawekwa ndani hapa mbele. Atashikwa, awekwe ndani. Ndio wakona debu kidogo. Wakenoka dangani Wakisii. Ati Matengi for president. Yeah, one hour. <laughs> Matengi mwenye alisinda baka kulibu, yani, alisinda kulibu suru ya Kenya, akahama hama. Bora tuambia hapa, ati Matengi for president. Mr. Speaker, watu wa mwende Kenya ni watu wa kupiga mahesabu zao. Bulanda mwenye nyo alifanya, ni wali support William Sabrina, akaingia. Wakafanya bulanda, wakatoka na baba Raila Amolo Odinga akaingia, na saa hivi kwa nyumba, na tumepiga nyumba kifuli, na tuko ndani, na hiyo kifuli tumetupa e bunguni, tumetupa binguni. Raila Amolo Odinga, baba, baba, ukikosana William Samoei Ruto, tutateseka miaka 1000. Ukweli atisai tena watu wa Kenya wakua president ya hii Kenya, wallahi bilahi, sisi wote Mungu aweke roho yetu malipazuri peponi. <laughs> <laughs> <laughs> Mr Speaker <Speaker>. Hajamani, dangerous niwameja. <laughs> Mr Speaker, watajaribu juu chini la. <laughs> Sisi pia raundetulali Wajaluo. Wajaluo. Wajaluo. Wajaluo. Jaluo mora wajawajajalu moramora, ananisikia kwa mara ya kwanza, 2027 tutapiga kura na tucheke, na kama unapinga na namna udinga, hama Inyanza.

Wacha niingie Kisii, safari ya Kisii, yeah, Mr. <laughs> Speaker, <laughs> onge. Mr. Speaker hata kama itakuwa kwa eki kwa kwa mada, and wacha tu niongee Mr. Speaker, yeah, Mr. Speaker mimi niko moja kwa baba one hour, nilisalimia deputy president, deputy president mm -hmm. Mimi mwanzo na natoka Siaya na siasa hon mm -hmm. Wenye mesalimia deputy president <laughs> Ukiongeza na mimi tukua tu nane no. <laughs> Siasa hon. Omosh no. one hour mutoto ya nobody. No. <laughs> Akasalimia deputy president. No. Na bado unaniambia. Hata no. nitoe kwa serikali kumpafu wewe. <laughs> Hatutoki hapo. Hapo. No. Saa so, hii tuko kwa. Yeah. UDA ODM <laughs> <laughs> zote tumechanganya sawa, sawa. <laughs> Mr. Speaker. Mr. Speaker wa Kenya mwenye macho ambiwi asama <laughs> William ruajali kuja Jakaranda Williamson kuja Jakaranja kama mimi mmoja na nilisalimia deputy familia yangu, hakuna mmoja jinsi tansalimia deputy a suu, nta salimia Ruto suna hapa tu, wallahi bilahi, nasalimia Ruto na a niambie, na bado niambie ati nitoke ya mizo, seconds mbili tare mbili, next month tukuna dabi ya AFC Leopard vs Gor Mahia imeperekwa okay, nyumbani Hoba Bay, tuko home uh. na ile ni masemeji na venye tulikuja kwa yenyu, hata <laughs> warudie mkono tena, nyinyi pia mkuje, wewe tupate pesa <laughs> lakini, nyinyi waluya loya <laughs> <sighs> mnasemaga la la la, niwa hata nyinyi